Hizi ndizo kazi za karafuu katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Jambo la kwanza, huwa inasaidia kurekebisha siku za hedhi. Kama wewe ni mwanamke huwa unapitia changamoto ya siku zako za mwezi kuvurugika, tumia karafuu itakusaidia. Na jambo la pili, inasaidia kupunguza maumivu makali siku za mwezi. Kama wewe ni mwanamke ambapo ukiingia siku zako za mwezi unaambulia kupata maumivu makali Karafu ni uh, ni ni kitu ambacho kitasaidia kupunguza yale maumivu. Na jambo la tatu, kama ni mwanamke unasumbuliwa na magonjwa kama fungus, PID, UTI, tumia hiyo kitu itakusaidia, kwani huwa inasaidia kuboresha mfumo wa uzazi na kuongeza chansi kubwa sana ya mwanamke kuweza kubeba ujauzito <coughs> lakini kazi nyingine huwa inasaidia kutengeneza kizazi kule ndani kiweze kuwa na uwezo wa kuhimili Uh, mikiki, mikiki yote ya ujauzito kutokea unapoanza kubeba ujauzito mpaka unapofika miezi tisa ya kujifungua. Sasa utakuwa unajiuliza ni kwa namna gani unaweza ukatumia hiyo karafuu. Hiyo karafuu unaweza ukaitumia katika mazingira matatu: unaweza ukaitumia karafuu peke yake, au unaweza kutumia karafuu ukiwa ukiwa umechanganya na asali, unaweza ukatumia karafuu ukiwa umechanganya na tangawizi. Mimi nitakuelekeza namna ya kutumia karafuu ikiwa peke yake. Jambo la kwanza unatakiwa kuandaa vijiko viwili vya ka vijiko viwili vya karafuu. Baada ya hapo, unachukua maji kikombe kimoja na nusu cha maji, unachemsha. Ukishachemsha unachukua ile karafuu vijiko viwili unatia mle mle ndani. Baada ya hapo, unaweza ukaifunika ukaiacha ichemke kwa muda wa dakika kumi, na baada ya hapo, unatakiwa kutumia kila siku asubuhi na jioni, manake kwa siku unatumia mara mbili. Na kwa wale wanawake ambao huwa wanakuwa wanaingia katika ah, siku zao za mwezi unatakiwa kuwa makini, kwani huwa inaleta uh, athari fani fani katika siku zako za mwezi. Kama pia ni mwanamke akaona tibu PID, ni vizuri ukajua ni kwa namna gani unaweza ukaitumia kwa ajili ya kuweza kutibu hiyo changamoto. Kwa hiyo, kama ni mwanamke unasumbuliwa na changamoto ambazo nimezisema, unaweza ukatumia karafu. Ni kitu ambacho kinapatikana mahala popote, uwe Tanzania, uwe nchi yoyote. Karafu kwa Kiingereza tunaita clove unaweza ukaitumia kwa ajili ya kuweza kurekebisha changamoto. Kama unaona changamoto kubwa zaidi hapo, chukua namba yangu kwenye bio, unitafute kwa ajili ya kupata uh, maelekezo ya kina zaidi. Karibu sana uweze kunitafuta kwa ajili ya ushauri na matibabu.